Na tumepokelewa vizuri. Tunashukuru uongozi wa mamlaka ya bandari Tanzania. Nimshukuru mm sana mkurugenzi kwa ukarimu wake alioonyesha. Ametupokea vizuri na tumepata maelekezo ya kutosha, namna wanavyoendesha shughuli za hapa. Tumeweza kupita kwenye miradi ya uendeshaji na tumeweza kuona namna gani uendeshaji unavyofanyika kwa sasa ukilinganisha na kipindi cha nyuma ambako ilikuwa inafikia mizigo inapakuliwa kwenye, kwenye, kwenye, kwenye, kwenye, kwenye meli takribani siku 40 mpaka 30 40, kwa sasa wanaweza kupakua kwa siku sita mpaka kumi. Haya ni mafanikio makubwa mno. Tunampongeza sana Rais Daktari Samia Suluhu kwa kuweza kufanya uwekezaji mkubwa katika bandari hii ya Dar es Salaam na kuweza kuongeza ufanisi, jambo ambalo linapelekea wawekezaji wengi sasa wanakimbilia katika uwekezaji wa hapa bandarini. Kwa kipekee tumeweza kutembelea na kuona wawekezaji namna walivyoweza kufanikisha shughuli za, za, za, za, za, za, za, za bandarini kufanyika kwa wakati. Mathalan, tumeweza kushuhudia meli ambayo imepakua mzigo wa tani zaidi ya laki mbili kwa siku sita, jambo ambalo kwa kipindi cha zamani kabla ya uwekezaji huu lilikuwa linaweza kufanyika kwa kutumia si chini ya siku arobaini mpaka siku hamsini. Haya ni mafanikio makubwa Tuna kila sababu ya sisi kama watendaji wa kata kwenda huko kwenye kata zetu mia moja ishirini na mbili kwenda kuhubiri hiki ambacho kinafanyika na tuwe mabarozi wazuri kuweza kuhakikisha kwamba bandari ya Dar es Salaam inaendelea kuwa lango kuu katika ukanda wa Afrika Mashariki. Lakini kikubwa ambacho sisi tumeweza kupendezeshwa nacho kwa mara ya kwanza binafsi sisi watendaji tumeweza kuona meli kubwa yenye urefu wa zaidi ya mita mia mbili na kitu tumeiona katika bandari hii. Tumeambiwa kabla ya mageuzi yaliyofanyika katika bandari hii Ilikuwa ni ngumu kwa meli ndefu za kiasi hiki kuweza kufika katika bandari hii, lakini sisi tumeona meli hizo ambazo zinatokea bara la Asia na maeneo mengine ya nchi za, za Ulaya zinatua katika bandari ya Dar es Salaam na zinapata huduma kwa wakati. Pongezi nyingi nazitoa kwa Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa uwekezaji huu mkubwa ambao umekuja ndani ya Tanzania, umetoa matu, ma, ma, ma, mafanikio mengi sana ndani ya Tanzania. Pia tumeshuhudia hayo mafanikio. Mimi kama afisa tarafa wa Geita nitakuwa balozi mkubwa sana kuwaeleza wananchi mafanikio ambayo tumeona ndani ya Tanzania, ndani ya bandari ya Tanzania. Kwa hiyo kwa namna hiyo, nitaweza kuzisema sifa ambazo nimeziona mimi mwenyewe kwa macho yangu bila kuhadisiwa. Kwa kipekee, namshukuru Mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Geita, Mheshimiwa Martin Ruben Shigera kwa kufanikisha ziara hii ambako tumeweza kutembelea katika mamlaka hii tukiwa na watendaji wa kata katika mkoa mzima wapatao mia moja ishirini na mbili lakini pia tuko na maafisa tarafa wa kata, tarafa zote ishirini ambapo tunaweza kupita na kujionea uwekezaji mkubwa ambao umefanyika. Nadhani hii imekuwa ni fursa, na wakirudi kwenye maeneo yao ya kazi itakuwa ni morali, na wataweza kuwa mabalozi wazuri wa kuelezea namna gani miradi inavyotekelezwa chini ya uongozi wa Rais Samia Suluhu Hassan.